Naam, karibu tujifunze tasnia ya uchapaji, na anayekualika katika tasnia hii si mwingine, ni Jmasimba at Masha, kwa Jmasimba Production anakualika kujifunza naye pamoja katika tasnia ya uchapaji. Hii mashine yetu tunaita Robi Offset Press, ni mashine ambayo inachapa full color. Hii sehemu ni kwa ajili ya kufanya setting mbalimbali za mashine na hii ni kwa ajili ya ink setting. Kwa hiyo unaweza ka set ink level yako vizuri kupitia hiki kisehemu, na kisehemu hiki ni kwa ajili ya ku set registration. Kama unavyoiona, una set registration yako kulingana na jinsi kazi yako ulivyocheza. Na hiyo ina unit nne: unit namba moja, namba mbili, namba tatu, namba nne. Na hii sehemu ni kwa ajili ya kufanya water level yaani unaongeza opacity kupitia hii sehemu kulingana na unit ambayo unaona kana kwamba bado haijakupa ushirikiano, na unaweza kupunguza maji. Hii ni symbol ya maji hiyo hapo, na unaweza ukaongeza kupitia hiki sehemu. Kwa hiyo kwa jumla uh, tunaita setting level, na hii ni skill kwa ajili ya kudisplay yale yote ambayo umefanyia marekebisho. Hizi ni ladhari ya mbalimbali ndani ya mashine na hii kwa ajili ya kuongeza spidi. Na hii hinam ah, hii ni kwa ajili ya kupunguza spidi. Hii ni kwa ajili ya kuongeza uh, spidi. Na hapa unaweza uka inch mashine yako kupitia hiyo button, unaiwasha. Na hii sehemu ni kwa ajili ya delivery, unaweza hapo ndo sehemu hapo karatasi zako zinatua na unazipokelea hapa. Hapa ni setting za uh, delivery, ambapo hii button ya kijani kwa ajili ya washa na hii kwa ajili ya, nyekundu kwa ajili ya emergency, na hizi kwa ajili ya kufunga na kufungua pleti yako. Hiyo nyeusi unatumia kufungua pleti, na kuiwasha, unaibonyeza mara tatu kwa muda maalum. Na hii hapa, kijani kwa ajili ya kufunga pleti, unaibonyeza mara mbili. Hizi ni kwa ajili ya, ya kuinchi mashine yako vizuri, na ili iweze kutembea kwa any direction ha. Hizi hapa ni kwa ajili ya Hizo, uh, roller au hizoroaaut uh, zako nyingi moja baada ya nyingine na inakuonyesha jinsi ilivyo mashine yetu hii hapa. Okay, na hii sehemu ni kwa ajili ya delivery. Yes, ni sehemu ya delivery feeder ambapo hapa operator anaweza aka set mambo yake vizuri, kama unavyoona hii unatumia kuwasha mashine yako hii hapa unatumia uh, kuwasha pia na kustop kwa emergency. Hii hapa kwa ajili ya kupunguza spidi, na hii hapa kwa ajili ya kuongeza spidi. Hii unavyoiona kwanza unaiwasha kama, baada ya kuwasha hii hapa unakuja unawasha hii uh, kwa ajili ya kuruhusu uh, maji ingie kwenye plate, nasema unaweka damper on. Na baada ya hapo unakuja kuweka uh, hizo hiyo hiyo hiyo upepo kwenye karatasi na upepo inaanza kutembea. Hii hapa ni ya upepo. Hii hapa unakuja kuruhusu pila ya kuanza kucheza na kuanza kuwa tayari kwa ajili ya kutembea. Na hii hapa unaanza kuhusu sakas kuchukua karatasi na kuingiza ndani kwa ajili ya uchapaji. Hii hapa unatumika, unatumia wakati wa kuosha plate yako vizuri. Na hii hapa labda karatasi yako imeingia vibaya ikakuonyesha hizi ah, indicator zinakuonesha mambo mbalimbali ambayo unapaswa kufanya wakati unapoleta mashine yako, na ni warning signs kwa ajili, wa ajili ya usalama wa mashine yako. Hii ni for stop immediately. Ah, hapa karatasi zinaingia zinatoka hapa na zinatembea moja kwa moja kuingia ndani kwa ajili ya ah kuchapwa kama unavyoona, mashine yetu ina unit nne. Unit namba moja hiyo hapo inachapa black ambayo ni nyeusi. Hii hapa, unit namba mbili inachukua ink ya inachukua cyan ambayo ni blue, na hii hapa kwa ajili ya magenta. Kwa ajili ya magenta, unit namba tatu na hii hapa kwa ajili ya yellow. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi kazi ilivyo ngumu na ilivyo rahisi. Uh, ukiwa na nia ya kufika sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo karibu tujifunze pamoja, karibu tujifunze uh, hii tahnia ya uchapaji. Hata ukiwa nyumbani unaweza ukajifunza pamoja nasi. Asante kwa ushirikiano wako, nani ya J Masimba ulikuwa. Na mashine yetu hizo ni sehemu za rola ambazo uh, zinasaidia kutembea Aa, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo usikae nyumbani, weke na unakaribishwa kuja kusemkamja na hizi ni chemical. Hii tunaita plate cleaner kwa ajili ya kuosha plate yetu. Asanteni, asanteni na karibu tena.